Legend wa bongo flava hip hop taita ambaye anajulikana kwa jina la Sugu ameposti picha ikionyesha kwamba anatetea uwai wake akiwa SA, yani South Africa. Anasema kwamba mwaka 1993 ilimjaribu yeye kuingia nchi hiyo ili kuangaika katika harakati zake za maisha na nini, lakini wakati huo hakufanikiwa kabisa. Sasa hatimaye 2026 ndo anafanikiwa kuingia SA tena, sio kwa kutafuta maisha ile sasa ni kuokoa maisha, huku akiachia ujumbe pale kwa kusema kwamba asante sana Mungu kwa madaktari, kwani afya yangu kwa sasa imetegemaa na litakuwa fit kama kawaida. Ana NB zake pale lakini nitaongea machache. Ilo lingine alisema najua hata wewe mtazamaji wa PMTV 2 watakoshaliju. Amesema kwamba na sijaomba mchango wala nini. Hii ni pia tunaweza kumuona jana Afande Sele akiwa pia amethibitisha kuumwa kwa Sugu, hata familia pia ikiwa bado haijasema chochote. Hatimaye aliweza kuongea mwenyewe. Huyo ni legend wa Bongo Flavor Hip Hop ambaye ni Sugu, ambaye wengi sana tunatambua mchango wake e, enzi hizo na mpaka sasa kidogo bado kuna vijana wake wawili watatu wanao appreciate. Pole sana mheshimiwa Sugu, lakini pia uh, usiache kusubscribe chaneli yetu, like, share comments wezavyo kwa sababu stori zote za kiburudani zitakufikia ukiwa kwenye simu yako tu, haina haja kabisa ya kuangaika. Asante pia kwa PM Bet kwa kuwa wao ndo wanatuhakikishia sisi usalama na kuvimba kidogo wakati tunakuletea hizi story kwa wakati mwingine. mimi ni Teddy Allen Koheri.